Walimu zangu umebaki shekh Twaha, Twaha. Nimekaa na nime shekh amir Taji, nimekaa mbele ya shekh suleimani Imrani, nimekaa na shekh Doga, nimekaa nawe. Umebaki wewe, usituchoke wanao, hata kama dunia itatuadaa tukiitwa mashekhe lakini bado naamini itakuwa ni tafaa ule, hatujafikia hatujafikia kwa uhakika. Watoto tunawasomesha, wanahitaji nafahati zenu, wanahitaji dua zenu, musituache, endeleeni kutukimbilia na kutushika mkono. Nyinyi ndio fakhri yetu. Majina yetu yamekuwa makubwa kuliko majina yenu, sifa zetu zimekuwa kubwa kuliko sifa zenu. Umaarufu wetu umekuwa mkubwa sana kuliko umaarufu wenu, na hii ni jambo linalowezekana: baba akawa mtu duni, mtoto akawa mtu maarufu. Haina maana rais wa nchi na baba yake alikuwa rais. Tunaenda kwa zamu kwenye kuishi na kufa, tutaenda kwa zamu hata katika manasib ya dunia hii. Kwa hiyo nakushukuru mwalimu wangu, mzee wangu na watu wasiyekujua, kwa hivyo ulivyo, wanaona kama ni mtu tu, labda una mvi za ukoo au za maradhi, lakini chuma kimekula chumvi, si wa leo mzee. Na watu hawajui thamani ya watu, sishangae watu wakamheshimu Muharram huyu Mziwanda wakashindwa kuwaheshimu wale waliompika. Na ndio maana nimekariri sana kuhusu Sheikh Faha. Kuna watu hawajui, wanadhani tu labda ni rafiki yangu, ni shekhe tu, ni mwalimu wangu kwa maana ya mwalimu wangu hasa. Narudia, ni mwalimu wangu kwa maana ya mwalimu wangu hasa wa kunisomesha. Lakini nimesoma na kukabidhiwa kusema sema, lakini mtu wa kwanza kunifundisha fani ya hataba ni shekhe Taha, na kitabu akanipa yaani kutoa maneno kwa kusomea, mtu wa kwanza katika maisha yangu ni mzee huyu, na kitabu akanipa namna ya kutengeneza maudhui, anaweza kupata heshima au hadhi katika mazingira yote nje ya Uislamu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka Salamu alaykum wa rahmatullah. Kwanza, katika awamu hii ya kwanza, shughuli zetu tumezoea, zina awamu mbili, na sisi ya kwetu awamu ya kwanza ndiyo hii ya mihadhara kuelimishana. Awamu ya kwanza imekwisha, na nadhani kuna ugali wa mtama utaliwa, na niwaombe nidhamu zizingatiwe. Mimi nitatoka na wageni wangu waliotoka nje ya Dar es Salaam na nje ya Tanzania wapo watu hapa wametoka nje ya Tanzania, sio wa Kenya tu, wapo pia wa Malawi, wa Zambia, wapo kutoka nchi jirani. Kwa hiyo nitatoka nao wageni wangu, nitakwenda nao hapo ambapo tunakusudia wakatufanyie fatiha, kwa hicho ambacho kinakusudiwa kufanyika hapo hapo tunapowapeleka ni mahala maalumu, kunatarajiwa jambo maalumu. Kwa hiyo hao wanaokwenda huko ni kwa ajili ya kwenda kutuombea dua, ni waombe tuwe wavumilivu. Wewe kama sie katika hao, vumilia, baki ulipo, wadalilu ala dhalika, hata ukuwepo kwenye chai walipokunywa chai kuna sababu ya kuja sasa hivi, ila ukialikwa. Illa wa likulli qaidatin istithnau. Kwa hiyo kama haukuwepo endelea kuwa haupo, ila ukialikwa sasa hivi. Hilo la kwanza, lakini la pili, tunawashukuru tena walimu wetu katika awamu hii ya awali kwa mihadhara walioitoa, na mwaka huu hatukuweka wale special masekula. Mwaka huu tumekuwa na mashekhe watupu, kwa sababu ilikuwa ni mwanamke au Uislamu na mwanamke. Sasa mashekhe ndio wanajua mwanamke anazungumzwaje kwenye Uislamu. Wewe wa elimu isiyohitaji udhu Huwezi kuelezea Uislamu na mzungumzaji mwanamke. Tunawapongeza mashehe kwa kazi nzuri mliyotufanyia kwa dakika chache chache. Tunawaombea dua Allah awarejeshe salama mlikotoka, na mkifika huko muyakute mazuri zaidi kuliko vile mlivyoyaacha, na Mungu ayalinde kwa ulinzi wake uliokuwa madhubuti, sio ulinzi wa kisanii wa kibinadamu. Lakini nimshukuru kipekee mwalimu wangu baba yangu Sheikh Taha Suleiman Bane. Vijana hupenda sana kumsikia akitoa mawaidha akitoa darasa, lakini leo kwa sababu nimemwambia kufunga na yeye akasema hivyo nafunga tu. Ni mwanasheria wa Kiislamu na amesomea jambo hilo, la sheria ni jambo lake na sisi kipindi hicho tulikuwa tunasema kama anakufundisha usuli lfiqhi Sheikh Twaha, hujaelewa, hutoelewa kwa shehe yoyote mzee. Huyu akikufundisha usuli lfiqhi kama hujaelewa, wewe huna kichwa, una ndonga. Ni hodari ni hodari ni hodari kwelikweli kweli. Na mwaka jana, mwaka juzi, nilisema Mungu amemjalia yeye na shekhe wetu mwingine mie pia mlezi wangu fakhri yangu, Shekhe Muharram Juma Yusuf Mtupa aka Shekhe Doga, wamefungua milango yao kuanzia baada salati subhi mpaka baada ya salati la isha, wakati wote. Piga simu na masala yanakusumbua, watakuelekeza, na kama wanaona una dalili ya kuwa na jicho, watakwambia kitabu fulani kitabu fulani kitabu fulani ni fakhri yetu, leo amebaki wahdahu la sharika lahu, si kwa maana ya la ilaha illa Allah a, a si kwa maana hiyo, kwa maana ya yeye na mwenzie shekh muharam jumaa Yusufu. Nakumbuka siku moja shekh doga aliniita nyumbani, akanambia maneno magumu kidogo ni siku ambayo si sahau katika maisha yangu, Allahumma ghfirlahu. Aliniambia, nakuachia kazi Muharam, naona muda wangu wa kuishi umekwisha. Akanipa vitabu viwili, kinaitwa Nidhamul Qada na kitabu kinaitwa Almufti Waliftah. Akanambia nakuachia, kaa kwenye dini, maisha yako natakiwa u leo, walimzangu umebaki Shekh Twaha, nimekaa na Shekhe Amir Taji, nimekaa mbele ya Shekh Suleimani Imrani, nimekaa na Shekh Doga, nimekaa nawe, umebaki wewe. Usituchoke wanao, hata kama dunia itatuadaa tukiitwa mashekhe, lakini bado naamini itakuwa ni tafaa ule, hatujafikia hatujafikia kwa uhakika. Watoto tunawasomesha, wanahitaji nafahati zenu, wanahitaji dua zenu, musituache, endeleeni kutukimbilia na kutushika mkono. Nyinyi ndio fakhri yetu, majina yetu yamekuwa makubwa kuliko majina yenu sifa zetu zimekuwa kubwa kuliko sifa zenu. Umaarufu wetu umekuwa mkubwa sana kuliko umaarufu wenu, na hii ni jambo linalowezekana. Baba akawa mtu duni, mtoto akawa mtu maarufu. Haina maana rais wa nchi na baba yake alikuwa rais, haina maana waziri wa nchi na baba yake alikuwa waziri. Ni mpango wa Mungu, kama ilivyokuwa mpango wa Mungu kufa wannasu fi qismil maniyati bainahumu kazarii minuhum qaimun wahasudu, tunaenda kwa zamu kwenye kuishi na kufa, tutaenda kwa zamu hata katika manasib duniawiya. Kwa hiyo nakushukuru mwalimu wangu mzee wangu, na watu wasiyekujua kwa hivyo ulivyo, wanaona kama ni mtu tu, labda una mvi za ukoo au za maradhi, lakini chuma kimekula chumvi, si wa leo mzee, si wa leo, si ndio tunamjua umri umekwenda hasa, japokuwa tunamtania baba babu, naye anacheka, lakini ndio ukweli. Wakati wowote laini itachomolewa kwenye simu. Wakwezangu wapemba wanasema iwivayo ndiyo ivunwayo, kiwa hakika ushawiva. amaru ummati ma baina sitina wa sabiini, na mjomba huko haupo, siku nyingi ushapita Zimebaki zile wazungu wanaita addition time, dakika za kufidia fidia. Na mwenyewe hilo unajua inna thamanina wakad buliktuha kad hwajat sami ila turjuman. Kwa hiyo nakushukuru sana mwalimu wangu, lakini pia ni mshukuru Sharif Shekh Abdul Qadir Al Ahdali, mwenyekiti wa Al Hikma Foundation amekuwa akitusapoti mara nyingi sana kwa mawazo yake, maono yake, mitazamo yake na kutupa nguvu katika kazi ya da'wa kwamba mitihani ni dalili ya kufanikiwa. Tunakushukuru na leo umekuja kuungana nasi katika dauru hii ya mchana, Allah kujalie kila la kheri na uendelee kuwa nasi wakati wote, kutoshauri na kadhalika. Hili ni jambo la mchana, nisiwachoshe wengine, wanataka wakalale. Tanisame, Mungu ana ufundi wake. Siku aliyokufa shekhe, wallahi sikulia ila nakumbuka, ni siku ya tatu alipokufa mwalimu wangu, shekhe wangu, Sheikh Muharram Juma Yusuf mtupa, sikutoa mchozi hata chembe. Tokea inapigwa simu, shekhe anakuita hali yake sio nzuri, mpaka nafika naambiwa tayari yuko hospitali. Nimefika wanahangaika naye, nilipoangalia nilimwambia yule daktari, ambaye tokea awali nilimkabidhi shekhe amwangalie Nikamwambia, mnahangaika kashakufa huyo. Huyu sikushtuka jicho langu kwa sababu nilikuwa na kitu nakikumbuka mapema, takriban miezi saba kama sio sita akinambia muda wangu umeisha. Lakini leo nakuta namkumbuka kwa nguvu sana kwa sababu nilikuwa namkimbilia mara zote na watu hawajui thamani ya watu. Sishangae watu wakamuheshimu Muharram huyu Mziwanda wakashindwa kuwaheshimu wale waliompika, na ndio maana nimekariri sana kuhusu Shekh Taha. Kuna watu hawajui, wanadhani tu labda ni rafiki yangu, ni shekhe tu, ni mwalimu wangu. Kwa maana ya mwalimu wangu hasa, narudia, ni mwalimu wangu kwa maana ya mwalimu wangu hasa wa kunisomesha lakini nimesoma na kukabidhiwa kusema sema, lakini mtu wa kwanza kunifundisha fani ya khataba ni Shekh Taha na kitabu akanipa yaani. Kutoa maneno kwa kusomea, mtu wa kwanza katika maisha yangu ni mzee huyu na kitabu akanipa. Namna ya kutengeneza maudhui ni mzee huyu, na kwa mapenzi yake, wanajua waliosoma Haramaini kipindi hicho. Natoa siri ngumu kidogo ukitaka umkorofishe ingia kwenye idara yake ya kiofisi. Lakini mzee huyu kwa mapenzi yake aliwahi ya kunipa muhuri nikakaa nao kwa sababu fulani, mwezi na wiki moja, muhuri wa Alharamain ulikuwa unakaa nyumbani kwangu. Na ndiyo maana siku nilipokuwa na gari alipoitaka, we mtoto, gari ya nini? nipe mimi. Nikamwambia mzee, chukua, akalipa aka siyo shilingi laki nane siyo ya gani gari inauzo kama bungo, akachukua. Kwa sababu naona mwenyewe anakumbuka gari hiyo mafuta kijiko, unafika Dodoma kijiko kimoja pap inanusa tu. Kwa hiyo nawashukuru sana. Baada ya kusema haya, dua ile ile aliomba shekhe katika mimbar, dua kubwa sana ile, eh, dua zetu nyingine zote tutakazoomba tu ni dua za njia njia, lakini ile mafira pepo kila kitu wake wazuri, kila kitu hidaya imeenea. Baada ya hapo, nawaomba wageni wangu twendeni kule nilikuwa ninavuta muda, nilikuwa namsubiri huyu bwana tayari eh? <laughs>